Waislamu, ibada mbalimbali mbali, ambazo ni wajibu tuzitekeleze, na Mwenyezi Mungu hakuziweka ibada kama hizi kuwa ni abatha, ni kitu tu kiko, au ni maelezo tu, watu mujaradi wa kuyua tu yalikuwa hivi na vile au watu wafanye tu, lakini hakuna hikma yoyote wala hakuna mafundisho yoyote, bali katika kila ibada ambazo tumewekewa na Mola subhanahu wa taala, ndani yake kama waumini twapata darasa, twapata mafundisho, twapata wadhi ambao utatusaidia katika maisha yetu. Tutukue mfano wa nguzo katika nguzo za haji ni asayu beina safa wal marwa ni kusai baina Safaa na Marwa. Tueleze kwamba asli ilikuwaje kuwaje, mpaka ikawa katika miongoni mwa ibada za hija kuna ibada ya kusai, yaani kwenda kutoka kwenye jabali la Safa urudi kwenye jabali la Marwa mara saba hii asli yake ni kisa cha Hajara, mke wake Nabi Allahi Ibrahim alayhi assalam, pamoja na kijana chake Ismail. Kulitokea nini mpaka ikasikilia daraja ya kusai Hajara beina safa wal marwa? Asli yake ni kwamba Nabii Ibrahim alimgurisha mkewe pamoja na mwanawe Ismaili akiwa mchanga akiwa ni kijana wa kusonda ziwa la mamake, akawapeka Maka. Kwa nini nabii Ibrahimu aliwaondosha walipokuwa wakiishi mama na kijana, mke na kijana, akapekwa aka katika langwa wa Maka, ni kwamba nabii Ibrahimu alikuwa na, na mke akiitwa Sara alikuwa na mke wa pili akiitwa Hajara. Sasa Nabii Allah Ismail alikuwa amemwoa mke Sara na kwa muda mrefu wameishi, na ilikuwa bado hawayaruzukiwa kijana, hawayapata mtoto aina yote, na Ibrahimu amekuwa mzee, na Sara pia amekuwa mtu mzima miaka ya 80 ndio miaka yao ambao kwamba walikuwa wamesikilia na bado hawayapata kijana. Kwa kuwa mahaba ya Nabi Allah Ibrahim ni kupata kijana, Sara mke wake Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim akamwashiria mumewe, kwa nini humuoi Hajara? Nabi Allah Ibrahim akamuoa Hajara. Alipomuoa Hajara kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, Hajar akashika mimba. Aliposhika mimba, ikawa amezaliwa Nabiyullahi Ismail. Sasa hapo ukaanza kitu kinachoitwa wivu wa kike. Ndio tukanena kwamba katika matukio yote ya ibada zetu tuna darasa ambazo kwamba twapata na mazingatio twapata hapo hapo kwanza, tutapata mazingatio kwamba siku zote wivu ni jambo ambalo kwamba liko licha kwa wake zetu hawa, hata kwa hawa wanawake watukufu, kitu wivu kiko. Sara akawa amekuwa na wivu na Hajara, manake mahaba ya kumpenda kijana Ibrahimu, kumpenda mwanawe Ismaili, ikawa yamekuwa makubwa. Sasa ule akapigwa na kishipa cha wivu e. Sasa imekuwa mke ni Hajara, sisi siwake tena, sisi hatutambulikani tena. Ikaanda chuchuchuchu ya hapa na pale, nabi Allah y Ibrahim kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, akaona kuondosha maneno na kero, hawa ni lazima waiko mbalimbali. Hapa ndio tupata mafundisho kwamba na wewe na mimi, ikiwa tuna wake wawili, tarajia wivu wa kike utakuya na makero utayapata usione kwamba ukishakuwa mathna wa thulatha wa rubaa basi mambo ni shuari. Amri ya Mungu, amri ya Mungu, lakini na makero ya kurubishe. Ukisha kumtilia dadali basi, taambiwa wapenda kule. Ukenda kule utawambiwa wapenda kule, una salama. Ukenda kulia, utawambia wapenda kushoto, na ukenda kwa ule wa kushoto, utawambiwa wapenda kulia. Ikiwa hawa ni mamama watukufu walioneana wivu Je, mama wetu hawa ambao kwamba ndio hali zao niyo hizi ambao kwamba twazielewa tarajia, wivu utapatikana. Kwa hivyo la msingi, yuwa namna ya kwenda na wake zako wawili, wala usiwaamanie kwamba utawaweka mtaa moya karibu au nyumba moya, yuu na tini, au rumuhini na hini, hii ya huyu, hii ya huyu, kuzuke amani. Yuwa kutazuka fitna, kutatukananwa mpaka pasi pangine kusikilia daraja ya kupijanwa, na yote yatakuwa ni maumivu wayapata wewe mume, ukimtetea huyu ambaye wapenda kule, ukimtetea huyu ambaye wapenda kule. Ndio tukanena kwamba katika darasa za mitumi na nguzo tuliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake pana darasa Nabi Allahi Ibrahim, akatoka na mkewe na mwanawe akenda kuwatupa kwenye jangwa la Makkah mahala ambapo kwamba amba hakuna nyumba, mahala ambapo kwamba amba hakuna binadamu wanaoishi, mahala ambapo kwamba amba hakuna mai wala chakula. Sio Maka hii ya leo hapa, kwamba tuielewa kwamba kuna malojingi, kuna mabarabara, kuna na maduka, kuna kuna kuna, kuna na hiki na kile. Ni Maka ambayo hakuna mwanadamu yoyote, mpaka mama akamwambia mumewe Allahu amaraka? hey, Ibrahim, wewe watukupa kwenye jangwa kama hili? Hii ni amri ya Mola amekuamrisha ututupe mahala kama hapa, ama ni maoni yako na fikra zako umeona ututupe mahala kama hapa? Nabi Allah Ibrahim akamjibu mkewe Hajara, akamwambia, hii ni amri ya Mola subhanahu wa Ta'ala. Angalia mwanamke kwa kumheshimu Mola wake na kumuheshimu mumewe, akamwambia, idhan d Kwa hivyo ikiwa ni amri ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hatotutupa, Mwenyezi Mungu hatotuata mpaka tukadhalilika, tukapata shida na taabu. Mwenyezi Mungu atatulinda. Nabii Allah Ibrahim akashika ndia, akienda zake, akamwata mama yaani na kijana, na huku akazunguka, akamlingamania Mwenyezi Mungu: Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadi ghairi dhi zari inda baitika almuharram, ewe Mola, nimeata familia yangu na dhuria ya wangu huyu kijana changu ambaye kwamba hata kumpata, nimemwata kwenye wangwa ambao kwamba hauna makulima wala hauna mavuno wala nafaka wala mtu yoyote ambao kwamba aishi sehemu kama hiyo. Rabbana ni utimu swala lengo kubwa, wasimamishe ibada ya swala Nabillahi Ibrahimu akashikamdia akenda zake. Alipokwenda zake, kijana ikawa ameshikwa na kiu, ataka mai ya kunwa. Hakuna kisima, hakuna mto, hakuna chemchemu ya mai, hakuna dirika wala jabia amba kwamba aweza kuteka mai akanwa, kwa sababu nabi Allah Ibrahimu aliyawata, aliwawata na kidundu cha mai na tende wakala wakamaliza, ikawa hawana chakula hawana mai. Mama akawa atatangatanga sasa aende kutafuta mai, asikitika na mwanawe mchanga ataka mai na hana mai ya kumpa. Akaondoka kupanda kwenye jabali la Safaa akaangalia, pangine ataona sehemu kuna mai wende wakatumie mai kama hayo, akateremka akenda mpaka kwenye jabalu la Marwa akapanda yule jabali la Marwa kuangalia kwa, kwa mbali, pangine ataona msafara au ataona ishara yoyote ambayo itamsaidia kupata maji. Ikawa hakuna maji aina yoyote, lakini angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akampeka Jibril akapiga ubawa wake kwenye ardhi na kukatoka chemchemu ya maji. Nabi Allahi Ibrahim hako, ni mama tu peke yake aliyopo akaanda kuyakusanya mai na huku akisema zamzam zamzam, mai akaanza kukusanyika na yale mai akayafanyia kama kibirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, lau hakuyafanyia mfano wa birika yale mai ya zamzam yanayotoka, basi ule mai ya zamzam ingelikuwa ni kama mto, ingelikuwa ni mto haswa kama mito ile ambayo twaijua ili iliyoko ulimwenguni. mai haya ni maji ya maajabu sana. Hata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, ma uzamzam twaamu tumin wa shifa usukmi, maji ya zamzam ni chakula kwa yoyote mwenye kunwa. Lau utakunwa maji ya zamzam basi utaweza kuikwasia na chakula, kwa sababu hushibisha na ni pozo la kila maradhi. Na maji ya zamzam ni mashuriba lahu, ni kwa ile nia ambayo kwamba utakunwa ukiwa umetewa zawadi na alhaji yoyote yamekuetea maji ya zamzam, usimwe tu kama maji matukufu bila ya nia yoyote. Tia nia mzuri katika kuna kwako. Imamu Shafi alikunywa maji ya zamzam kwa nia, Mwenyezi Mungu ampe elimu, na Imamu Shafi ni yule akawa bahari katika elimu, na wanazuoni kadha wa kadha na mawali kadha wa kadha walokunwa kwa nia zao, na Mwenyezi Mungu akawajibu zile dua zao. Angalia hapa twapata mafundisho gani? kwa Nabii Allahi Ibrahim, kwa mama Hajara twapata namna gani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ikiwa atategemewa na mja wake, basi mambo yake ni makubwa. Mahala ambapo kwamba ilikuwa hakuna mai, Mwenyezi Mungu akayatoa mai ya ajabu. Nia ya Hajara ilikuwa apate mai kiasi ya kutumia yeye na mwanawe. Mwenyezi Mungu akayatumbua mai ambayo kuandia wakati wa Nabii Allah Ibrahimu mpaka sasa, kisima cha bura mai. Na hakuna siku ambayo kwamba ulimwenguni kumeingia ukame ukasikia mahujaji mara hini wamekwenda Maka na mai ya Zamzam wamekosa. Haijajaliwa kuandia kutumbuka mai ya Zamzam kwamba kulizuka ukame yuwakali chaka na mai ya Zamzam yakakosekana mai ya Zamzam ni mai ambayo yanwewa ya ulimwengu mzima kwa sekunde arobaini na yaweza kutoa lita elfu kumi na nane kwa sekunde, siyo dakika arobaini. Namna hili yatoa kiasi cha lita elfu kumi na nane mai. Kama haya ni mai tofauti na mai ya mbokomba yako ulimwenguni. Tofauti iko wapi? Tofauti ni kwamba mai ya Zamzam yamepimwa, hayabadiliki wala huwa hayana bakteria wala virus kama mai mengine. Mai kawaida baada ya muda hubadilika, ya dawa yatakaa, lakini mai kama haya hayahitaji dawa yoyote ambayo kwamba hutiwa ndio yakawa salama kwa binadamu. Haya mai tunayo yote kwenye zisima hizi ambazo kwamba twanwa Ha, kuna madawa fulani hutiwa ndio yawe salama kwa binadamu wakitumia, lakini maya Zamzam Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala ameyaepusha na bakteria na vidudu aina yote na virus yoyote. Hakuna ambaye kwamba hubakia katika ya Zamzam. Yote ni nini tupata kwa darsa kwamba mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala, Mwenyezimungu hamwati wake, ukitawakal be ya Mola Subhanahu Wataala kwa kufuata maamrisho yake Mwenyezi Mungu atakutolea sababu za msingi za kuweza kunufaika katika maisha yako. Yeo ulimwengu mzima waenda wanwa walioko Maka na watukua mai ya Zamzam, lakini huyasikia kwamba kuna haji alikwenda akaambiwa mai hakuna, au akaaziwa Maka mifereji haitoki tena mai ya Zamzam. Yote ni maajabu ya Mola Subhanahu wa Taala kwa neema ya mama kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, mama mama Hajara na Nabii Allah Ismail alayhi salam. Kwa hizo, kwa hivyo ndugu Waislamu, zile faradhi zote ambazo kwamba tumefaradhiwa tufanyeni kuandia, Mwenyezi Mungu ametuamrisha na tumtegemee yeye Mwenyezi Mungu katika mambo yetu yote, Mwenyezi Mungu atatufanishia mambo yetu. Tupige mfano wa mwisho tumalize. Nabii Allah Musa alayhi salam alitupwa baharini akaokotwa lakini angalia kwamba mama alimtegemea mola subhanahu wa taala, ule ambaye kwamba alikuwa amemkatia Firauni kwamba atamuua kila kijana cha kiume mwenye kuzaliwa. Akaokotwa akaewa ndani mwa nyumba yake kwa muda wa nyaka thalathini. Musa ameishi ndani mwa nyumba ya Firauni takriban nyaka thalathini. Tena na maajabu ya mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, alipokuwa mchanga Mwenyezi Mungu alimjalia Nabiyullahi Musa, hataki kunyonya kwa mama yoyote, kila mama mwenye kumnyonyesha hataki, ila alipokuwa mamake alikubali kunyonya. Ikabidi Firauni amwajiri mamake amlipe mshahara kila mwezi kwa sababu ya kumsondesha kijana chake. waman yatawakkal ala Allah fa fahuwa hasbu in Allah Inna baligu amri kad jaala Allahu likulli likuli shay'in